Kwa sababu ni mara yangu ya kwanza nazungumza nikiwa CCM hapa Kagera, naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Victoria, mkoa Kagera, mkoa Geita na mkoa Mwanza. Ndani ya CCM nina kama siku nne hivi lakini nimeona mengi makubwa ya kusimulia CCM oye mheshimiwa mwenyekiti huko zamani tukiwa kule kwenye chama chetu huwa tuna kamati kuu kwenye kamati kuu ile kila tukikutana ilikuwa nakuja karatasi tunaita pepa ya siasa ya kuonyesha hali ya siasa nchini jinsi vitu serikali inavyofanya na jinsi gani tunaweza tukakaunta. Sasa enzi hizo barabara zilikuwa zinajengwa kwa kasi, madaraja yanajengwa. Sisi tukakaa kwenye kamati kuu, tukasema kwa kasi hii ya maendeleo ya miundombinu sisi tutoke vipi kukaunta haya maendeleo ya mabarabara. Sisi tukasema kwenye think tank yetu kule, enzi hizo kwamba sisi tuambie wananchi kwamba sisi tunaamini kwenye maendeleo ya watu, sio maendeleo ya vitu, tukimaanisha tukimaanisha kwamba serikali iwekeze kwenye elimu, kwenye afya, kwenye maji na kwenye kilimo, kwenye miradi inayogusa wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, nimetembea kwenye hii ziara jimbo tulilopita mimi nimebaki nashangaa. Ukweli ni kwamba kila sehemu ukifika unasikia kuna mabilioni ya fedha zimepelekwa kwenye maji. Hayo ndio maendeleo ya watu, Mheshimiwa Rais. Kila sehemu tukienda, kila mbunge hapa nasikia, mkoa wa Kagera, kila sehemu tumeenda, kila mbunge anasimama hapa anasema mara shule zimeongezeka, shule thelathini ndani ya mwaka huu mfupi, kwenye jimbo moja. Hayo ndio maendeleo ya watu. Mheshimiwa Rais, ma kila kitu sasa. Kama mimi nilikuwa kipofu, huko naona kazi kubwa imefanyika. Mimi Wenje ni mwenyekiti wa, nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kanda, mimi na uzoefu mkubwa, naelewa haya mambo. Hasa mtu wa Chadema wa kawaida, wewe huko huko unafanya nini? Njoo tujenge nchi. Nikuletea tukio hili kutoka hapa Kaitaba ni mimi Richard Mwaikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.